Habari za wakati huu, nipende kuwakaribisha katika kipindi chetu pendwa, kipindi cha afya na burudani kupitia channel ya Judith. leo tutaongelea umuhimu wa kunywa maji katika mwili wa binadamu, kulingana na msemo unaosema kuwa maji ni uhai. Twende sambamba kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi ambapo kila mmoja atajifunza umuhimu wa maji. Unapokunywa maji kuna umuhimu unaopata katika mwili. Haya, umuhimu wa kwanza, huimarisha kazi ya viungo. Maji yanahitajika mwilini kwa sababu yanasaidia kuimarisha viungo kama vile yanasaidia figo kuchuja sumu mwilini, huimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, pia husaidia ini kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo maji ni muhimu sana. Tumeona kuna viungo ambavyo vinahitaji maji, ambayo ini, figo, pia katika kipengele cha mmeng'enyo wa chakula, maji yanahitajika kwa wingi ili kusaidia mifumo hiyo kufanya kazi vizuri. Hudumisha ngozi. Umuhimu wa pili, hudumisha ngozi laini na yenye afya. Pia maji yanasaidia katika ngozi zetu. Maji ukinywa maji mara kwa mara, yanasaidia ngozi yako kuwa na unyevunyevu, hivyo huzuia ukavu, pia hata kupunguza chunusi. Maji ni muhimu sana katika ngozi zetu, yanasaidia ngozi zetu kuwa na unyevunyevu. Umuhimu wa tatu, huboresha utendaji wa ubongo. Wapendwa, ubongo unahitaji maji. Ukosefu wa maji unaweza kusababisha kuchoka, maumivu ya kichwa na kushindwa kuzingatia. Maji huongeza ufanisi wa akili na kufanya uamke zaidi. Kwa hiyo maji yanasaidia katika ubongo. Umuhimu wa nne, husaidia kupunguza uzito. Maji yanasaidia kupunguza uzito. Ewe kijana, ewe binti, ewe mama, ewe baba, ewe mtoto, maji yanasaidia kupunguza uzito. Kunywa maji kabla ya chakula kunapunguza hamu ya kula, pia maji hayana kalori, hivyo ni njia bora ya kudhibiti uzito, kuongeza nguvu na kuondoa uchovu. Ukikosa maji ya kutosha, mwili hukosa nguvu. Kunywa maji huongeza nishati na kupunguza uchovu. Hudumisha joto la mwili. Unapokunywa maji, maji pia yanasaidia kudumisha joto la mwili. Maji yanasaidia kudhibiti joto, hasa wakati wa mazoezi au hali ya joto kali. Kwa hiyo usisubiri kiu ianze ndipo unywe maji, jitahidi kunywa maji angalau glasi sita hadi nane za maji kwa siku. Afya yako ni ya thamani. Anza na maji ewe kijana, anza na maji ewe mama, anza na maji ewe mtoto, anza na maji nashukuruni sana kwa kusikiliza umuhimu wa maji. Tukutane tena katika vipindi vijavyo. Usisahau kusubscribe, kushare pia na comment. Kwa herini.